Bwana Yesu asifiwe, sana mpendwa mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha Mkate wa Leo. Asante kwa kufuatana nami katika jambo hili jema la kujifunza neno la Mungu pamoja. Na imekuwa baraka kwa wengi, wengi wamekuwa wakinipigia kwamba wanabarikiwa sana na kipindi hiki, na wengine wamekuwa wakituma message wakisema, tunabarikiwa na kipindi chako. Sasa mimi niwaambie hiki kipindi sio changu, hiki ni chetu sote. kinatuhusu wote, mimi na wewe. Kwa hiyo wote tubarikiwe pamoja. Kitu muhimu ni kuombe, kwa wewe ambaye hujia subscribe kwenye akaunti yangu, basi niunge mkono kwa subscribe kwenye akaunti yangu, comment na like. kwa njia hiyo utakoma, umenibarikia sana nami nitapata moyo wa kuendelea kukuletea. Haina maana sitaleta kipindi hiki hata usipofanya hivyo, lakini kuombe ufanye hivyo. Tunazitazama ta, aina za upendo ziko sita. Tumeshazitazama mbili, na leo tuangalie hii ya tatu. Tumeifikia aina ya tatu, nayo ni upendo wa urafiki, upendo wa kiurafiki upendo wa urafiki wa Yunani, uh, wanaoita philia. Upendo unaoitwa philia, yaani upendo wa urafiki. Ninaposema wa Yunani, maana yake naongelea wa Wagiriki. Hawa ndio walitawala ulimwengu wakati ule wa Mashariki ya Kati, kwa hiyo lugha yao pia ilitawala wakati huo, ilitumika sana kueleza mambo mbalimbali ya kifilosofia ya ya teolojia, haya mambo mbalimbali, walitumia lugha hii. Kwa hiyo hawa sasa, katika namna ya kuangalia aina za upendo, pia walitumia lugha hii. Philia ni upendo wa urafiki, kama nilivyosema, huu ni upendo unaojengwa katika e, urafiki wa kweli unajengwa na watu wawili. Huu unajengwa na watu wawili, yaani marafiki wawili, watu wawili wanautengeneza huu upendo, wanaotengeneza unakuwa ni upendo wa kweli kabisa. Upendo wao unakuwa ni upendo wa kweli kabisa. Ndani ya upendo huu utakuta unakuwepo uaminifu na kuheshimiana. Uaminifu unapewa kipaumbele sana kwenye upendo wa hawa marafiki na kuheshimiana. Wanaaminiana sana katika mambo yote, karibu karibu mambo yote wanaaminiana. Pia wanaheshimiana sana katika maisha yao, wanaheshimiana sana. Huu upendo ni eh, mwandishi wanasema hauhusishi mapenzi ya kimwili yaani, anaweza kuwa mtu na, na mwanamume au na mwanamke wao ni marafiki tu, lakini hawahusishi eh, hawahusishi upendo ule wa kimapenzi. Ah, wanapendana tu nakuta, wanapendana tu ha, lakini sio kwamba ni katika kufanya mapenzi. Hapana, bali ni moyo wa kushirikiana na kuelewana, yaani wanapenda tu, wameelewana, wanashirikiana, wanashirikishana mambo, wanasaidiana na kadhalika. Unakuta wanatembea pamoja, wanaketi pamoja, wanakula pamoja, wanafanya mambo pamoja eh, lakini sio kwamba mtu na mpenzi wake kimwili, hapana, lakini ni watu wanaopendana lakini pia unaweza kuwahusisha wasichana kwa wasichana au wanaume kwa wanaume, wanatokea tukupendana na kufanya mambo yao kwa pamoja. Ni marafiki hawa, ni marafiki wa karibu sana. Eh, wanashirikiana katika mema na katika mabaya. Tafuta, wanashirikiana katika mema na katika mabaya. Ikitokea jambo kwenye familia yao anamhusisha ikitokea na yeye kwenye familia yao anamhusisha, na yule mtu anaenda kushiriki kwa moyo kabisa, analichukua jambo kama ni gumu na analibeba, linakuwa kama lake. Jambo lolote au tatizo likitokea kwenye upande wa familia ya mwenzake, anaenda kushiriki kikamilifu kabisa, analibeba jambo hilo na kulichukulia kama la kwake mwenyewe. Kwa hiyo urafiki ni jambo muhimu sana. Je, yeah, una rafiki kama una rafiki tafuta rafiki, na usitafute tu rafiki ni mradi rafiki, kwa kuwa unamepambia kutafuta rafiki. Rafiki hatafuti hivi hivi. Rafiki ni mtu unayeunganishwa naye na Mungu. Mungu anawakutanisha anawaunganisha, inatokeaga tu automatically yenyewe, sio ah, tu kwamba una, wewe unamtafuta lakini inatokea tu unakuta mtu unampenda unaamua kushirikiana naye na kuhusiana naye vizuri kabisa bila masharti yoyote wala kigezo chochote, inatokea tu. Kwa hiyo marafiki ni watu muhimu sana. Rafiki yangu ni mtu muhimu sana. Rafiki yangu ni mtu muhimu sana, sio wa kumbeza, sio wa kumtendea mabaya, sio wa kumdharau, sio wa kumwacha huyo ni kushika kabisa kabisa, ni kushikamana naye sana. Atakusaidia katika mengi, atakusaidia katika mambo mbalimbali. Rafiki, rafiki yako ni mtu muhimu sana. Kama huna rafiki, ni kuombe rafiki yangu. Muombe Mungu akupe rafiki. Rafiki ni mtu wa ajabu sana, anabeba mizigo yako anaweza kubeba matatizo yako, anaweza kusaidia wewe bila kujua. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni akusaidie akupe rafiki wako, marafiki ambao, akija yeye anataka kitu kwako, huyo sio rafiki. Urafiki wa kutaka kitu tu, ah, huo sio urafiki. Ukiona rafiki anataka tu we umtendee tu umtendee, aa, huyo sio rafiki, huyo ni mnyonyaji. Huyo sio rafiki, yepukana naye kabisa, atakutia hasara. Rafiki ni yule anakupa, unampa, anakupa ana, unampa, yaani unapeana eh. Ni yule ambaye rafiki anajitoa kabisa kwa ajili yako na wewe unajitoa kabisa maisha yake kwa ajili yako. Kwa hiyo huyo ndio rafiki, lakini ukiona rafiki anakuwa rafiki tu kwa kutaka kitu, akishapata rafiki, ndio umeisha hapo. Huyo takuwa rafiki, alikuwa ni mtu anayepita tu tu Mungu akusaidie umpate rafiki anapatikana wapi ni kwa namna ambavyo tamuomba Mungu akupe huyu hapatikani hivi hivi anapatikana kwa Mungu kwa Mungu katika Biblia tunasoma kulikuwa na mtu anaitwa Yonadhani huyo alikuwa mtoto wa mfalme Sauli na kulikuwa na mtu anaitwa Daudi alikuwa mtoto wa Yese Hawa watu walikuwa marafiki na urafiki wao ulikuja kuendelea mpaka kifo kilipo watenganisha. Kilikuwa urafiki wa ajabu sana, walikuwa wanafanya mambo. Ukasome kwenye Bibilia yako utashangaa mambo walikuwa wanafanya ndivyo. Na wewe unatakiwa uwe na rafiki atakayefaa katika maisha yako. Mungu wa mbinguni akubariki, akusaidie kumpata rafiki, na kama unaye mtunze sana uo rafiki. Jitunze sana maana kesho yako itakuwa ya furaha. Mungu wa mbinguni akusaidie, tukutane kwenye kipindi kingine kijacho. Naamini utafuatilia na utapata kitu chema cha kukusaidia. Mungu wa mbinguni akubariki kwa jina la Utatu Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Amen.